Kwa namna ya kipekee naomba niwashukuru eh, viongozi wenzangu wote eh, kwa kuja kusindikiza katika zoezi hili la eh, uchukuaji wa fomu eh, kwa nafasi muhimu eh, katika nchi yetu eh, na hata katika chama chetu vile vile eh, lakini itakuwa mwizi wa fadhila bila kuwashukuru waandishi wa habari kwanza kwa kuendeleza mashirikiano na chama chetu katika mambo yetu yote muhimu, lakini pia kwa kuendelea kutimiza majukumu yao e, katika kuwaelimisha na kuwahabarisha wananchi katika shughuli mbalimbali zinazotokea katika nchi yetu. E, leo nimekuja kuchukua fomu kwa sababu ni sehemu muhimu ya utaratibu wetu ndani ya chama. Uchaguzi ni mchakato na unapo unapoanzia kabla hamjaingia kwenye bahari kubwa Eh, ambayo ndio ile ya kitaifa eh. Kwanza kuna mchakato wetu ndani ya chama hapa, tuna mwongozo mwongozo huu utakusaidia wakati wa kujaza hapa. yeah, right. Najua pengine katiba unayo yeah, ya Zanzibar kuna kipengele kinahusu ugombea urais ambayo itakusaidia kanuni kanuni ya chama ya uchaguzi itakusaidia. Ah, okay. hiyo katika kujaza na fomu yenyewe. Sasa fomu yenyewe ni hii. Thank you. Thank you. Nakushukuru kwa kutumia haki yako ya kuja kuchukua fomu kama mgombea. Leo si siku ya kuzungumza, leo ni siku ya kujigotoa tu kwamba tumechukua fomu hii, lakini mazungumzo rasmi na waandishi wa habari ili kuwapelekea taarifa umma wetu wanachama wetu na wazanzibari wote. Basi inshallah tutafanya siku ya kurejesha fomu ambayo itakuwa ni Jumatano tarehe 16 mwezi huu. Siku hiyo tutapata kuzungumza. E, mwenye maswali atapata kuuliza vile vile, lakini kwa leo mimi niwashukuru sana kwa hatua hii na kwa zoezi hili na kwa kushiriki katika shughuli hii. Asante sana.